Well, mashabiki na watu mbalimbali wamemtolea povu Nifa baada ya kuposti hiyo gauni ambayo unaiona hapo sasa hivi kwenye screen yako, ambayo of course tunafahamu. Mtu wa kwanza kuiposti hii video amena kitangaza hii biashara ya magauni alikuwa ni Fahima, ambapo Fahima kupitia katika ukurasa wake wa Instagram kule aliposti hiyo gauni as in the first person ambaye anaziuza, and then akawa ameandika kwamba uh, the dress inauzwa shilingi milioni moja. So ukiziangalia hizi gauni it's giving ee, ukiangalia materio yake muonekano wa hizi gauni it's giving, na inaonekana kweli ni gauni la gharama kwelikweli, ambaye Faima ndo alikuwa kwanza kuiposti. Sasa baada ya muda kidogo like five uh, hours ago, baada ya masaa matano kupita eh, Nifa naye kupitia katika ukurasa wake wa Instagram alikuja akaposti the same gown and then akawaambia wateja wake kwamba hilo gauni yeye analiuza shilingi milioni, I mean, laki tatu na nusu, sio? Naelewa ambaye aliandika hivi, special order nimeagiza material na imefika Tanzania tayari, hii inatoka kwa order. mafundi wangu wako vizuri, natoa order leo, kesho unapata nguo yako tena, kwa saizi yako. Akaandika ni laki tatu na nusu tu eh. Kiukweli material ni mazuri sana, it's rich, yani nzuri mno. Karibuni sana. Uh, kuwahi kwako ndo kupata. Umeona. So yeah, niva ameagiza kitambaa lakini pia in spite of all that, ni mteja unaenda na kupima, you know, ndo unashonewa. Lakini mtu wa kwanza kabisa alianza kuposi hii biashara eh, ni Faima so Watu wengi kweli wamemjia juu Niffer na kusema kwamba amekuwa akiharibu biashara za watu you know, amekuwa akijilinganisha akimwona tu mtu kaanzisha kitu na yeye kwa pupa you know, anaingia na kuanza kufanya hiyo I mean, hiyo biashara ilimradi tu kumharibia na aonekane kwamba yeye ndo anauza zaidi, na hili ameliongelea pia dada wa taifa Mange Kimambi pia amezungumza kwa kuchukizwa na hii tabia ya Nifa ambaye yeye, yeah, kupitia katika ukurasa wa Instagram amewaposti wote, alimposti Faima then akamposti uh, Nifa akaandika hivi: inabidi tukubali tu kuwa Nifa ana matatizo aidha ya akili au roho, ila si mzima. Mna shangaa alichokifanya kwa Faima kwani kuwa jana niliposti ile screenshot kuwa nimepata viewers milioni 63 yeye uh, akaja akaposti kapata viewers ya uh, milioni moja, yani ili mradi tu achomekee sehemu, alafu aonyeshe yeye ndio yuko juu zaidi. Yaani Nifa, mwanzoni nilidhani ana, ana ushindani wa kibiashara ile, nimerealize kwamba ana roho mbaya. Yani dada hajui kutulia na biashara moja, akaikuza yeye, ni kurukaruka tu kama bisibisi uh, ili mradi avuruge biashara za watu. Yaani Niffer hafanyi biashara for herself. Yeye anafanya biashara kutafuta sifa kwa watu. Nimerealize kuwa hata kipindi yeye na rest bora wanagombana haikuwa ni ushindani wa kibiashara. Huyu binti ni kivuruge tu, hana cha biashara wala nini, na mshauri abadilike before is too late. Kwa kuwashwa na biashara Fahima, sababu Fahima is real coming up na biashara zake na kaanza kuwa competition wake, so anajaribu kuambia however she can. Jana tu ndo nilichoka kabisa, nilipoposti kuonyesha viewers na yeye yeah, akaposti two minutes later, ili mradi kuonyesha kushindana na Mange. Yaani Nifa ana ushindani wa kishamba kila kitu anataka yeye ndo awe wa kumzidi fulani. Yaani Niffer ni mhaya pure, anapenda sifa za kipuuzi ukuona watu wanafuturisha hasa Wasafi eti na yeye akafuturisha, yaani hataki kupitwa na jambo. Mtu mwenyewe hajielewi, yaani yeye ni dini gani? Anapotongozwa na pasta huyo kanisani, eh, ana anarusha ana, ana mikono juu kuomba akipigana huko anarudi kwa mumewe, waendelee kuwa Waislamu. Yaani mpaka dini inamshangaa, kutulia ndani ya dini moja haiwezi. Yaani yawezekana Niffer huwa anapaa na ungo usiku na watu hawajui. Haiwezekani kila biashara unadandia tena, in a way ya kuharibia watu. Hiyo ni roho mbaya na huwa hailipi, utaangukia pua. Tuko hapa Umeona? Yes, huo ulikuwa ni ujumbe wa dada wa taifa Mange Kimambi akimwandikia Nifa. you know, as hiyo tabia yake ya kudandia dandia, dandia biashara za watu. so my question is, uh, what's your comment about this issue uh, as in Faima ndo kaposi wa kwanza anauza milioni moja and then yeye akaja kaposi anauza laki tatu na nusu and then unaenda mtu anakushonea and you know everything how do you take Niffer? Ni kwamba ni mtu ambaye anatumia opportunity, au ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya kuharibu biashara za watu wengine? What's your comments about that? Mimi naita za Kusha de la Cruz, na hii ni B+ trending.